Tuombe. Asante Mungu wetu kwa muda huu, tunakushukuru kwa ajili ya kutupa uzima, tunakushukuru kwa ajili ya kutupa baraka, tunakushukuru kwa ajili ya kutulinda, tunakushukuru kwa ajili ya kutuponya, tunakushukuru kwa ajili ya kutupa kipindi hiki na wasaa huu ambapo tunaenda kusikiliza maneno uzima, kama vile neno lako linavyozidi kutufundisha kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno nalotoka katika kinywa chako. Basi tunaomba katika jioni ya leo, ukatulishe maneno uzima, Mungu wetu mtukufu. Na kila mmoja anesikia maneno haya aliyoko karibu au aliyoko mbali, ninaomba Mungu kamsemeshe kwa sauti nyingine. Na leo tutakosikiliza na kujifunza hapo baadaye na upe Mungu kawezeshe kwa njia yote ile babu kasimame na kutenda na kufanya. Ni katika jina la Yesu ninaomba katutangulie. Nami ninaposimama kuzungumza maneno yako ninaomba kalitumie kama chombo chako katakase kinywa changu, ufahamu wangu na fikra zangu. Yote nitakayoyasema haya yametoka kwako nami ninakemea roho zote za giza ambazo zinapanga kushambulia kipindi hiki na kutuharibu tuetu wa ndani na kuharibu kipindi hiki cha Bible study, na vunja hizo kazi za ibilisi, lakini ninaomba neema yako ikatangulie mbele zetu, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini amen, amen. Basi ujumbe wa leo au niseme somo la leo lina kichwa kinachosema jishushe ili uone uweza wa Mungu. Jishushe ili uone uweza wa Mungu. Jishushe ili uone uweza wa Mungu. Leo tutajifunza umuhimu wa kujishusha na faida zake kiroho, lakini awali yote ninaomba nielezee tofauti iliyopo kati ya uweza na uwezo, tofauti iliyopo kati ya uweza na uwezo. Uwezo ni jambo lolote ambalo lipo katika nafasi ya mwanadamu kulitenda, yaani chochote kile ambacho mwanadamu anaweza kukitenda kinaitwa uwezo. Kwa mfano mimi nina uwezo wa kubeba jiwe la kilo tano, lakini sina uwezo wa kubeba dunia. Sasa uwezo wa kubeba dunia ni Mungu tu anaweza kuwa nao, lakini kwa sababu ni Mungu anakuwa nao, hauitwi tena uwezo unaitwa una uweza. Uweza ni chochote ambacho Mungu anakifanya ambacho mwanadamu hawezi kukifanya. Mwanadamu ana uwezo wa kukupatia matibabu. Umeumia ukaenda hospitalini au zahanati, pale wakakufunga kidonda chako kile, wana uwezo wa kukitibu kile kidonda kwa muda, lakini anayeponya ni Mungu. Kwa hiyo uponyaji ni uweza wa Mungu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Tuna uwezo wa kuruka juu na kupanda ndege lakini hatuna uweza wa kufika mbinguni. Uweza kufika mbinguni ni Mungu tu anatoa, atautua, au na, anatupa sisi na utatokele siku nyako nyako utakapofika tutanyakuliwa juu kwa uweza. So uwezo wa uweza wa Mungu, kwa uwezo unamtambulisha mwanadamu, lakini uweza unamtambulisha Mungu. Amen, na vitu vyote mwanadamu asipoweza kuvitenda vinahitaji uweza wa Mungu kuvitenda vilivyo juu ya uwezo wa mwanadamu vinahitaji uweza wa Mungu. Na kitu kikubwa ambacho mwanadamu alikikosa au ambacho hata kaweza aweze kukifanya ni kupata wokovu au uzima wa milele, huo unahitaji uweza wa Mungu, kwa sababu Biblia inasema sionea injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwa hiyo injili ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu, mtu anapompokea Yesu Kristo anapoipokea njili ya Yesu Kristo anapata uweza ambao unampa ukovu unampa uzima wa milele. Bwana Yesu nasifiwe sana. Sasa, baada ya kujua tofauti ya uweza na uwezo, nataka tukaangalie ni jinsi gani uweza wa Mungu unaweza ukajidhihirisha juu ya mtu, au ni kanuni gani mtu anaweza akaitumia akauona uweza wa Mungu. Kumbuka sio uwezo, kwa sababu uwezo ni kile ambacho mwanadamu anaweza kukifanya lakini uweza ni kile ambacho Mungu anakifanya, kwa maana unaitwa uweza. Sasa ni kitu gani ambacho mtu anaweza akakifanya kikaleta uweza au kikashusha uweza wa Mungu juu yake? Na hicho sio kingine zaidi ya kujishusha au kuwa mdogo. Bwana Yesu alisema anayetaka kuwa mkubwa kuliko wote nawe mdogo kuliko wote. Kwa hiyo kanuni ya kuona uweza wa Mungu, kuona mambo makubwa ambayo Mungu anaweza kuyafanya juu ya maisha yako maisha yetu ni sisi kujishusha leo nitakueleza leo ni kwa sababu gani naomba tukasome kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kumi na saba, na ule mstari wa saba. Wakorintho wa pili sura ya kumi na mbili, samahani, na ule mstari wa saba, hadi wa kumi. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kumi na mbili na ule mstari wa saba hadi ule mstari wa kumi. Neno la Mungu linasema, Wakorintho wa pili sura ya saba, sura ya kumi na mbili, mstari wa saba hadi wa kumi. Kumi, neno la Mungu nasema, huu ni Mtume Paulo, ambapo anasema, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo, nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa Shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Kwa ajili ya kitu hicho, nalimsihi Bwana mara tatu, kwamba kinitoke, naye akaniambia, fuatilia maneno yanofuata sasa, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Hapa ni Mungu alimwambia Paulo, kwa sababu Mungu aliweka mwiba katika mwili wake. Sasa huu mwiba unaozungumziwa sio mwili wa damu na nyama, sio kwamba ni ugonjwa, sio kwamba ni ugonjwa. Kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa ni mwiba katika maisha ya Paulo, na huyu bila shaka alikuwa ni Iskanda au Alexander kwa lugha nyingine. Huyu Iskanda alikuwa anajua maisha ya Sauli kabla ya Paulo, alikuwa anajua ni muuaji kwa hivyo Paulo alipobadilika na kuwa Mkristo, alipobadilika na kuwa Mkristo, wengi hawakumwamini kwa sababu alikuwa ni muaji. Sasa Iskanda alikuwa anamjua binafsi, alikuwa anajua maisha yake binafsi ya Paulo, na kipindi ambacho sasa Paulo kasha kuwa Mkristo akaanza kumchafua katikati ya watu, akienda kuhubiri Injili, watu wanasema yule yule ambaye alikuwa muaji, pengine alikuwa anafanya hivi, alikuwa anajua maisha yake mengi sana. Huyu Iskanda ametajwa katika Biblia huko mahali fulani. Na huyu Ndiye alikuwa mwiba katika mwili wa Paulo. Mwili unaozungumzwa si mwili wa damu na nyama. Kasome kitabu cha Waamuzi utaelewa nini maana ya mwiba na mwili. Kipindi ambacho wana Israeli walitoka Misri wanaenda katika nchi yao hadi Mungu aliwaambia watoe watu wote ambao walikuwa katika ile nchi wenyeji wote. Lakini utagona a, walifika na kuwaacha wengine Wafilisti, waliwaacha kule upande wa Gaza. Walipoacha wale Wafilisti kule, kitu kilitokea. Mungu akamwambia, kwa kuwa mmewaacha hao, basi watakuwa mwiba mbavuni mwenu na atajaribu na miungu yao itakuwa tanzi kwenu. Na Mungu aliwaambia hivyo kuonyesha kwamba eh, yule wale ambao watawaacha kuna watakuwa mwiba mbavuni mwao. Sasa mbavu pale sio mbavu za damu na nyama wala sio mwili wa damu na nyama wala mwiba sio mwiba bali ni watu. Sasa kwa mantiki hiyo, pia Paulo anapokuja kusema nimekuwa mwiba mbavuni mwangu, alirejea mantiki au logiki ambayo Mungu alitumia katika kipindi wao walitoka Misri kwenda katika nchi ya Ahadi kwamba kuna mtu atakuwa mwiba katika maisha yake na huyo alikuwa ni Iskanda. Sasa wakati anawaza hilo, kulimomba Mungu amuondoe mtu aidha amtole eneo alipo yeye au uke mbali na injili yake, au pengine amchukue amtoe, Mungu akamwambia, neema ne yangu neema yangu inakutosha kwa kuwa uweza wangu unatimilika katika udhaifu. Paulo aliposikia ufunuo ulikuwa ni ufunuo mkubwa sana kwake. Baada hapo Paulo akasema maneno yafuatayo, basi najisifia na udhaifu wangu kwa furaha nyingi, najisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo. Kumbuka sio shida adha kwa ajili ya mambo mengine, kwa ajili ya Kristo. maana ni wapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Paulo akajua kabisa kwamba huu ufunuo nikienda nao nitaona mambo makubwa, na akasema najisifia na udhaifu, najisifia misiba, najisifia dhiki najisifia ufidhuli na mambo mengine yote yanayonipata mimi kwa sababu ya Kristo, sio kwa sababu ya dunia. Kwa sababu kuna wengine watapitia dhiki kwa sababu ni waizi. Sio dhiki hizo zinazozungumziwa hapo. Kuna wengine watapitia, so, watapitia misiba kwa sababu walikuwa ni wanyang'anyi, kwa sababu walikuwa ni wenye dhambi. Lakini Paulo anasema kwa ajili ya Kristo anajivunia ili yake, uweza wa Kristo ukae juu yake. Kumbuka anataja uweza ili tuweze kuona mambo makubwa ambayo mwanadamu hawezi kuyafanya yanafanyika juu ya maisha yetu. Sisi tunahitaji kujishusha maana kwa Paulo alisema sasa najishusha, nakubali kubali haya mambo, ajalishi nitasema na watu wangapi duniani, ajalishi watu wangapi watakuwa muiba maisha yangu, lakini inasimama na jambo hili ya kwamba nitajishusha, ili uweza wa Kristo utimilike juu yangu. Udhaifu nitaukubali, ili uweza wa Kristo ujulikane, udhirike juu yangu. Ufidhuli nitaukubali, ili uweza wa Kristo ujulikane, uonekane juu yangu. Tukiweza na sisi kuishi katika kanuni, tutaona uweza wa Mungu. Tukiwa watu kujishusha. Tukiwa watu kukubali mambo fulani fulani, sio watu kupambana, sio watu kushindana katika vitu visivyokuwa na maana. Sasa nataka nilete jambo hili na kuweza kujifunza, tujifu, tujifunze pia katika mifano ya asili ya maisha. Sote sisi ni watu wazima, wako watoto pia. Lakini nataka nimchukulie mfano, nichukue mfano wa mtu mzima ambaye labda ana miaka 30 au 40 au 50 au hata zaidi hapo. Huyu mtu wakati akiwa na miaka tuchukua 40, akiwa na miaka 40, vitu vyote anaweza anavifanya mwenyewe, anakuwa anajitegemea, anakuwa anajitegemea. Lakini nataka turudi sasa, huyu mtu tuipunguze miaka yake mpaka alipokuwa na mwaka sifuri, tuangalie uwezo wa Mungu juu ya maisha yake, ndipo tunaweza kuelewa jinsi uwezo wa Mungu unavyodhihirika. Kwa fupi, ni kwamba mtu unavyozidi kuwa mtu mzima na kujaa vitu vingi na kujiona kwamba unatosha, ndipo uwezo wa Mungu unapungua juu yako. Iko hivyo, hiyo ni siri kubwa sana. Tumchukue mtu wa miaka 40. Ameanza kujitegemea, anafanya kazi zake labda za mikono, analipa kodi, anaishi maisha ya jamii na kuwasaidia hata wengine. Huyu mtu uweza wa Mungu kweli upo juu yake, lakini si katika kiwango kikubwa. Lakini hebu tumshushe mpaka alipokuwa na miaka 20. Wakati labda anasoma chuo kikuu mahali fulani. Alipokuwa chuo kikuu, hana uwezo wa kutafuta kazi, alikuwa anapata sapoti pengine ya wazazi wake au ah, ya serikali inamsomesha. Lakini tushuke tena chini hapo. Miaka mingine 10. Tuseme alipokuwa na miaka 10, huyu mtu bila shaka alikuwa katika wazazi wake. Huyu mtu alikuwa afikirii kula na kula wapi? Alikuwa afikirii kulala na lala wapi? Alikuwa afikirii kesho inakuwa ni vipi? Je, alikuwa anaishi kama ndege? Maana yake alikuwa anajua tu yoe isivyo kesho nitakula na ndivyo ilivyokuwa. Kwa wakati watu wa miaka 40 wanahangaika kutafuta riziki za siku kwa siku. Mtoto wa miaka 10 hana huo muda. Ya nafikiria kucheza, kurudi nyumbani na kula. Hivyo tu. Kwa anaona uweza Mungu katika maisha yake tofauti na mtu mzima. Mtu mzima hizi kukaa katika ile hali, alafu akala bure, akanywa bure. Lakini kwa sababu mtoto ni mdhaifu bado hajajua mambo mengi, bado hajaelewa vitu vingi, uweza wa Mungu unakuwa juu yake. Mungu anafungua njia, anaweza kulishwa kupitia wazazi wake, anaweza kulishwa kupitia walezi wake, anaweza kusomeshwa kupitia wazazi wake. Kwa hiyo analala bure, halipi kodi, afanye nini? Yeye ni kuamka asubuhi, kwenda shuleni labda, kurudi nyumbani anakuta ugali na kila kitu. Sasa turudi tena chini miaka mingine mitano, ndo kabisa huyu akiwa na miaka mitano, au tuseme miaka mitatu, anakuwa hawezi kutembea, lakini utaona mzazi wake anamwangaikia. Hofu ya maisha inaamia kwa mzazi wake, sio kwa ule mtoto. Huyu mtoto hajui jinsi ya kufanya kazi, hajui kulima, hajui kwamba kesho kuna kesho, kunahitaji kuweka hazina lakini cha ajabu ni kwamba anakula vizuri, tena anatafutiwa vyakula vyenye virutubisho vyote. Kwa nini? Kwa sababu ni dhaifu, kwa uwezo wa Mungu unaweza kuonekana juu yake. Atakula vyakula vyenye virutubisho vyote akiwa na miaka mitatu, lakini hawezi kutembea, anatokea mtu akumbeba. Tofauti na mtu mzima, mtu mzima hawezi kubebwa katika hali aliyoko, lakini mtoto anabebwa na watu, anapelekwa huko na kule. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mdhaifu. Kwa hiyo uwezo wa Mungu unazidi kuonekana kwake kwa kubebwa yeye, kwa sababu ya udhaifu. Lakini sio hilo tu, naomba turudi sasa mpaka kipindi ambacho yuko tumboni kwa mama yake. Sote tunajua kwamba mtu anaanza kuishi tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Wanasema katika masaa sabini na mbili baada ya mimba kutungishwa mapigo ya moyo mtoto anaanza kudunda. Ule moyo unaanza kujengeka, yani damu inaanza kuzunguka. Baada ya mimba kutungishwa siku tatu Bwana Yesu na asifiwe sana. Sasa huyu mtoto akiwa tumboni mwa mama yake, naomba turudi katika miezi nane, miezi tisa akiwa tumboni mwa mama yake. Pale ndipo tunapoona uweza wa Mungu katika kiwango cha ajabu sana. Huyu mtoto akiwa tumboni mwa mama yake hana kazi, hawezi kutembea, hawezi kusogea, lakini angalia ajabu ni kwamba akiwa kule tumboni anakula, akiwa kule tumboni analala, akiwa kule tumboni yuko comfortable. Wanasema ile tumbo la mama kule ndani ni kama sofa. Ile mtoto akiwa tumboni mwa mamake anakuwa kama sofa, anakuwa na, ananesanesa comfortable wakati watu wengine wanahangaika huku, yule anakula vizuri, anakuwa mororo. Lakini unavyozidi kurudi ku chini, ndio unaona kabisa mambo ya ajabu Mungu anayoyafanya. Yule mtoto awezi kwa chochote, lakini anahudumiwa katika huduma zote. Angalia miujiza, alikuwa tumboni, yuko tumboni anaishi bila kupumua hewa hii, yuko tumboni mwa mama yake. Anakula pasipo mdomo, miezi tisa hayuko katika mazingira kama haya, lakini anaishi. Huu ni muujiza wa Aliye Juu. Ukiweza kutafakari muujiza ambao ulikuwa unafanyika tumboni, utaweza kushangaa sana, utasema hivi, ni kweli mimi nilishakaa miezi tisa nilikuwa naishi bila kukumua hewa nje? Nilishakaa miezi tisa mahali fulani nilikuwa naweza kula bila kutumia mdomo? Ungeshangaa sana lakini, kwa miezi tisa iliwezekana. Sasa hivi jaribu hivyo uone, ukae okay. Useme ukae kwenye chumba ambacho hakina hewa. Alafu ukae kama mtoto ulivyokuwa kule tumboni. Huwezi. Kwa nini? Uweza wa Mungu hauwezi kutimika juu yako, kwa sababu sio tena mdhaifu kama ulivyokuwa kule mwanzo. Ulivyokuwa tumboni mwako ulikuwa ni mdhaifu, ulikuwa mlaini, ulikuwa huwezi kujua chochote. Kwa Mungu akachukua nafasi kukupa pumzi pasipo pua. Kwa kuna vitu ulikuwa unaviweza kuvifanya pasipo katika hali ya kawaida. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikuwa dhaifu sana. Kwa kwa jinsi unavyokuwa dhaifu ndipo uweza wa Mungu unaonekana juu yako. Lakini kwa jinsi unavyokuwa na nguvu na kupanda na upata misuli mingi ndipo uwezo wa Mungu unavyopungua juu yako. Bwana Yesu nasifiwe sana. Ndio maana hapo Paulo anasema nitajivunia madhaifu ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Hiyo ni kanuni kubwa sana ya kiroho. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa ukitafakari jinsi ulivyokuwa tumboni na sasa hivi, utaona kwamba kiwango cha uwezo wa Mungu ni kama vile kinapungua au unaweza kumuona Mungu katika uwezo wa mambo mengine, sio katika mwili wako. Vitu ambavyo ni miujiza viko vinatendeka ukiwa tumboni, hauwezi kuvitenda sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi una nguvu, ule udhaifu wako umepungua. Bwana Yesu nasifi sana. Na ni hivyo hivyo pia, tukitaka kumwona Mungu tukitaka kumwona Mungu tukitaka kuona uweza wa Mungu, Mungu afanye miujiza, ni, ni lazima tuwe wadhaifu, sio tuwe wanyonge Aha, tuwe wadhaifu tukubali kujishusha. Unapojishusha unampa Mungu nafasi ya yeye kukutumia na kuonyesha uweza wake wako. Bwana Yesu nasifi sana. Ukitaka uweze kufanya mambo ambayo mtu mwingine anashangaa unawezaje kuyafanya, ni wewe kuwa mdogo kujishusha katika roho yako, kujishusha katika mwili wako, kujishusha katika fahamu zako. Mwambie Bwana, nashuka. Na Mungu akiona umeshuka katika kiwango ambacho kinampendeza yeye, ndipo hapo utaanza kuona miujiza ambayo mtu mwingine atashangaa, hii miujiza imetoka wapi? Utakuwa unafanya vitu ambavyo mtu mwingine atashangaa, hivi vitu unawezaje kuvifanya? Kila mtu atashangaa, hivi vitu unawezaje kuvitenda? Wewe utasema sio wewe, bali ni uweza wa Kristo juu yako, na uweza wa Kristo hauwezi kudhihirika isipokuwa tu umejishusha. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa leo uko nataka tutafakari hili jambo, hata tunapoenda kumuomba Mungu kumuombe mwana katupu, unyenyekevu. Unyenyekevu ni kitu kikubwa sana. Maandiko yanasema kwa Petro, kitabu cha Petro, kwamba Mungu anawapinga wenye kiburi, lakini anawapa wanyenyekevu neema. Kwa hiyo tunapokuwa wanyenyekevu vya kutosha, ndivyo ndipo hapo tutakapoweza kuona utukufu wa Mungu. Lakini mioyo yetu inapozidi kunyanyuka na kujiona tuna nguvu, au kujiaminisha kwamba tuna nguvu za kutosha, tunaweza kufanya jambo fulani, uweza wa Mungu ndio unapungua juu yetu. Amen. Hebu tujifunze katika watoto wadogo. Ndio maana Bwana Yesu akasema kwamba tusiponyenyekeza na kwa mfano mmoja wapo hao watoto wadogo, hatuwezi kamwe kuona falme wa Mungu. Hatuwezi kamwe kuona falme wa Mungu. Hatuwezi kamwe kuona falme wa Mungu. Tukitaka ona kunyakuliwa juu, ni lazima tujishushe sana ili tuweze kunyakuliwa juu. Hata mkuki au mshale unaporushwa usiporudishwa nyuma kwa nguvu zote na kuachiwa, uwezi kuenda mbali. Hali kadhalika na sisi, tukitaka tuende mbali, tuone uweza wa Mungu sisi ni mishale, tukubali kurudishwa nyuma katika ule uta na kwa chuo, ili tuweze kwenda mbali. Bwana Yesu na asifiwe sana, kwa hiyo ni neno la utangulizi ambalo nilikuwa nataka tuende nalo katika siku ya leo, kwa hivyo naomba tukaombe, alafu baada ya kuomba tutaenda kusikiliza eh, sehemu ya pili ya maswali na majibu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru, tunasema asante sana kwa ajili ya neno lako. Tunaomba ukatusaidie tukajishushe rohoni mwetu, tukajishushe nafsini mwetu ili tuweze kuona uweza wako, kama ulivyosema kwamba uweza wako unatimilika katika udhaifu. Yamkini wakati mwingine tumeona kuwa udhaifu ni ujinga, lakini tunaomba tuwe dhaifu mbele zako, tunaomba tukajishushe mbele zako ili wewe uweze kujidhihirisha uweza wako. Ninaomba kwa ajili ya mama huyu, ninaomba kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu mafundisho haya, ninaomba juu ya kila mmoja ambaye Mungu anafuatilia mafundisho haya. Baba, ukamsaidie moyo wake ukashuke, hicho kiburi tunakikemea sasa, hicho kiburi kikaondoke katika huyu mtu, hicho kiburi kikaondoke katikati kika yetu, hicho kiburi kikafutike katikati kika yetu, kiburi cha uzima, kiburi cha macho, tunakikemea na kukiondoa, tunakifuta na kukiamisha kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba msaada wako katika juu yetu sana, katika roho na zetu na nafsi zetu, tuweze kuona nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa kuwa ni mwaminifu na unatenda, ninaomba haya, nakuamini, amen.